Na huyu Mungu ambaye tunasema tunamwamini. Kwa nini ni muhimu kujazwa Roho Mtakatifu? Sababu ya kwanza, Roho Mtakatifu ndiye hutufanya kuwa wa Wakristo na tabia ya Kristo ndani ya moyo wako, ili hiyo asili ya Yesu ndani yako ianze kufanya kazi kinyume na utu wako wa kale. Watu waseme, mbona huyu tulikuwa tunamfahamu na tabia hii, leo amebadilika namna hiyo? It is the work of the Holy Spirit bila ya Roho Mtakatifu, you can't be a Christian, utakuwa mtu yeah, wa dini tu. Bila Roho Mtakatifu hakuna Ukristo, yeah. Utaingia kanisa dhehebu la Kikristo but in fact you are not a Christian, yeah. Yeah. Maana Ukristo ni udhihirisho wa Yesu mwenyewe, ni madhihirisho ya tabia ya Yesu mwenyewe kwenye maisha yako. Inafika mahali hauhitaji kuwaambia watu jamani, bwana sifiwe, mimi nimeokoka. Hauhitaji uh -uh. kuwaambia hiyo. The moment wanakutana na wewe, the moment wakikuona, wanasema huyo lazima anajikuta ana, ana, ana tofauti. Maana tabia ya Kristo huwa inaonekana wazi. Warumi sura ya nane ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa tisa inaongelea juu ya sheria ya Roho wa uzima. Sasa hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ula ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. sheria ya dhambi ndio maana huwa unafanya matendo ambayo hupendi kuyafanya. Kwa nini? Kuna sheria ya dhambi inafanya kazi ndani yako. Asante kwa Yesu, kwa sababu kuna sheria nyingine mbadala inaitwa sheria ya roho wa uzima, na hiyo ndiyo Yesu huwa anaidownload, alafu anainstall ndani yako. Anafanya installation ya tabia ya Kristo ndani yako, unakuwa huru mbali na sheria ya dhambi. Ndivyo tunavyoacha dhambi. Unaanza kuoperate under a new law, under a new protocol, ambayo ni ya Roho Mtakatifu.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 wale waifuatao roho uyafikiri mambo ya roho. Waifuatao roho, manake ni wale ambao tayari sheria ya Kristo imeshakuwa installed ndani in yao, ndo Wagalatia tano kumi na sita, anasema enendeni kwa roho nani, hamtazitimiza kama hamtazitimiza kamwe, anaapa kamwe. anasema kamwe, anasema kamwe, anasema kamwe, anasema kamwe. Ni uzembe wako tu, ni kwa sababu hujajazwa roho Mtakatifu vizuri. Ndiyo maana kuna siku nasema, unajua sisi wanadamu ni dhaifu l nini na nini. Unatetea udhaifu, unatetea udhaifu. Amesema una enendeni kwa roho nani, hamtatimiza kamwe tamaa zote za kweli maana, kuanzia wakati huo Roho anapoingia ndani yako unaenenda kwa Roho. Roho ndiye anayekuongoza, Roho ndiye anaye anayekupa anaye, anaye, anaye, anaye, anaye kibali, hiki kifanye hiki, ukikifanye usikifanye, ukitaka kukosea, unasikia napiga kelele ndani yako. Uy, kuna kengele inagonga ndaniwa mm, ndivyo ambavyo Mungu ame design ule Eloi. Ile namna ya kutubadilisha, tunabadilishwa kwa njia hiyo, oh yes. Huwezi kuwa Mkristo na kuwa na tabia ya Kristo if you are not filled with the power of the Holy Spirit huwezi Nisimalizie hiyo mistari, wewe utasoma mwenyewe. Roho Mtakatifu, haya mabadiliko anayafanyaje ndani yako? Mabadiliko haya hufanyika kupitia tunda la Roho 22 hadi 23. Tunda la Roho sio matunda ya Roho, ni tunda la Roho, ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, alafu kiasi. Na juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Asili ya zamani huwa inabadilishwa ndani yetu kupitia tunda la Roho.

Yaani ndio kanisa la Kipentekoste lilivyo well, ndio maana niliwaambia tunapokuwa mahali hapa, unaponisikiliza, kuwa katika maombi, kaa katika maombi kwa sababu so, huwezi kujua kitu gani Mungu anaweza kafanya saa ngapi na kwa namna gani.

Asante Yesu. Yesu ndiye anayefanya, na utukufu ni wake. Yesu anapotenda utukufu ni wake, Yesu anapotenda utukufu ni wake, utukufu ni wake. Na hiki kitu kikaendelea kufanya kazi ndani yako kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, in the name of Jesus Christ, amen. Mshangilie Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Unakuta hii kitu kama hivi, hakuna mtu amelipanga, lakini mwenye kanisa, mwenye kanisa ndio anasababisha, na anasababisha tusinge tusinge dili na na hii kitu tusinge endelea na mahubiri. Tunda la Roho ndivyo linafanya kazi ya kutubadilisha Kivipi? Tunda la Roho ni upendo, tunda la Roho ni furaha, tunda la Roho ni amani. Ndio hapo sasa, utu wa kale kwa kawaida ya zamani, ukikwazwa unakasirika, unanuna, unakuwa na uchungu dili na tabia fulani ndani yako. Kuna nyingine ina dili na, na hasira kuna nyingine ina dili na tamaa, kuna nyingine ina dili na wizi, kuna nyingine ina dili na usegenyaji, kuna nyingine ina husika. Yaani, tunda la Roho ni ina dili na dimensions mbalimbali, ambapo likiwapo ndani yako vizuri, mwisho wa siku inabadilishwa asilimia mia moja na themanini. Yale matendo yote ya giza, unajikuta una nguvu ya kuyaacha na una nguvu ya kuyachukia, wala husikie hamu, wala hayakuvutii. Kwa nini? linafanya kazi. Kuna dimension ya upole inafanya kazi. Kuna dimension ya upendo inafanya kazi. Umewezi kakwazwa alafu nasema siwezi kumsamehe. Kama umefikia point hiyo, manake tunda la Roho halina nafasi kwenye maisha yako. Kwa kupitia tunda la Roho, ndivyo tunabadilishwa. Na tunda la Roho likifanya kazi vizuri ndani yetu, ndipo ambapo tabia ya Kristo inaanza kuonekana waziwazi kwenye maisha yako. Kuna watu wakiwa hapa kanisani ni watakatifu kuliko hata Petro Mkute sokoni anakofanyia biashara, mkute ofisini anakofanyia kazi, wengine wakisikia, huyu naye ameokoka? ngua nazari kabisa napendootepaka e, na huyu. Kwa nini tabia unazoonyesha hazimfunui Kristo? tabia zile za zamani. Kwa nini? Kwa sababu tunda la Roho halina nafasi kubwa ndani yako. Kwa hiyo ndio uone sasa, usipojazwa Roho Mtakatifu sahau mabadiliko ya tabia yako. Sahau. Wakristo wengi hawajajaza Roho Mtakatifu, ndio maana wana maisha ya asili, ambayo tukiwaambia ase maisha yako can we display on a screen, maisha yako jinsi unavyo, kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunaweza tukakaa tukaangalia kwenye skrini kae kae huwa juu unapitika kona gani, unapokuwa peke yako na hiyo simu yako yenye bando, we unatazama nini kwenye hiyo simu? Vitu gani wako naangalia unapokuwa peke yako? Alafu ukiona mpendo anakuja una, una, una minimize unaleta peji nyingine Unaishi maisha ya kitumwa, unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu, unahitaji tunda la Roho Mtakatifu liachiliwe ya ndani yako. Tunda la Roho likiachiliwe ndani yako, huwezi huwezi kuishi maisha ya sirisiri, vitu vya kisirisiri, ya ambavyo unajua madhara ya kutokuwa na, na Roho Mtakatifu. Iko hivi, utafundishwa hiki ni dhambi akili yako itaelewa lakini bado utakifanya. Kwa nini? Kwa sababu hakuna nguvu ya kukuachisha hicho kitu, hakuna nguvu ya kuyatenga mapenzi kati yako na hiyo tabia. Lakini Roho Mtakatifu akipewa nafasi sawa sawasawa, kwenye maisha ya mtu huwa anatenganisha hayo mapenzi kati ya kati yako na tabia zisizo za Kristo, alafu anakuunganisha na tabia ya Kristo. Ndio hapo unaanza kuonyesha tabia za Kristo katika mambo yako yote, katika usemi wako, katika kuwaza kwako, unawaza kama Kristo. Biblia inasema ya, tafakari yaliyo juu. Utakuta mda wako wote unatafakari vitu vya mbinguni, wanatafakari sheria na kanuni za mbinguni. Lakini kama Roho Mtakatifu anakaa vizuri, wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi wanatafakari yanga na Simba, wanatafakari aina ya wachezaji, wanatafakari timu fulani imesajili wao mchezaji kwa gharama gani, unazijua zote, unajua bila, ana wazo timu fulani imesajili mtu

kambi za vijana, kwani mchungaji, kuna tatizo gani kuvaa mini skirt na kusikiliza mziki wa kidunia ni dhambi nipi? Ukisha, ukishaona hivyo, huyo mtu yuko kwenye utu wa za, yani operating system yake bado haijabadilishwa, bado iko kule kwenye utu wa zamani, haijahamia kwenye utu, wa, wa, wa, wa, kwenye utu mpya. Maana maandiko yanaonyesha ya, ya kwamba kwenye Wagalatia tukisha mpokea Roho Mtakatifu, inafika mahali ile appetite, ndio neno tamu zaidi kulitumia appetite. Ukisikia njaa, ile hali ambayo huwa unajisikia unatamani upate chakula, hiyo ndio appetite. Tuko pamoja? Tuli hamwe, tuko pamoja? ile hamu ambayo huwa unatamani una ningekula hiki chakula, hiyo ndiyo appetite. Sasa hiko hivi kinachokufanyika tufanye tendo fulani kiko moja kwa moja connected na appetite zilizoko ndani yako. Sasa Roho Mtakatifu akiingia akaachilia bunda la Roho, anashusha kiwango cha appetite za mambo ya kidunia Ulikuwa unapendaga kusikiliza nyimbo za kidunia, unaanza kuona kichefuchefu. Ulikuwa unapenda kuangalia vitu vya ajabu ajabu, unaanza kusikia kichefuchefu kuyaangalia hayo mambo. Kwa nini? Kuna nguvu mpya imeingia ndani yako, ikaingiza sheria ya Roho, ikabadilisha operating system ya maisha yako. Is the mechanism of how God makes us Christians. Naweza nikakueleza mpaka jioni mpaka usiku, lakini kama hujanielewa mpaka hapo, sina namna. Kwa tunda la Roho ndio tuna tunabadilishwa. Kwa tunda la Roho tunaweza kusamehe kwa tunda la roho tutajiepusha na uzinifu. Kwa tunda la roho yani, wanaume wanaume wanaume, sio wao, wanavutiwa kwa kuona, kwa kuangalia, linapita limama limevaa vibaya, lisichana limevaa vibaya. Hasa kama ulikuwa na miwani, mpaka unaitoa au unarekebisha, unakodoa, unalivalia mpaka linapotelea ukishaona hivyo tu, ukishaona hivyo, maana yake there is still a connection between utu wa kale, au kwa lugha nyingine ni kama yani maisha haya yako kama ya, ya, yani, ni kama tutumie mzani kwamba utu wa kale uko huku kushoto, alafu utu mpya huku kulia. Sasa hapa katikati kuna kitu ambacho kina balance sasa Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anachofanya mzani wa mambo ya kidunia anauteremsha chini, alafu mzani wa mambo ya mbinguni unapanda juu. Kwa hiyo ukiona kitu kisichofanana na cha juu, badala ya kujitamani, badala ya roho yako kuanza kukukereketa wewe natamani kutapika. Nilishawambia wakati mimi nikijana, sijaoa, Mungu aliweka hali hiyo ndani yangu. Nilikuwa nikimtazama msichana, hasa weupe, nasikia kurudisha change, nasikia kutapika. Sasa nilipokaribia kuoa, kumbe nakuja kuoa mwanamke white dent, Mungu akaondoa hiyo hali. Nikashangaa nikimtazama mke, kwa ninachokueleza I know it practically na ninafahamu, usipofanya vitu fulani ule mtu wa kale unaanza kupanda na kupata nguvu , lakini ukifanya tena vitu fulani unashuka. Nafahamu, I have lived that life, lakini the secret is the Holy Spirit, Roho Mtakatifu ndiye anaye